Mwanasayansi wa anga wa Marekani aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi Don Pettit amerudi duniani katika siku ya kuzaliwa kwake ya miaka sabini. Kapsuli ya anga ya Soyuz MS-26 iliyombeba Pettit pamoja na wenzake wa Rusi Alexei Ovchinin na Ivan Vagner ilitoa kwa msaada wa parachuti kwenye nyika ya Kazakhstan saa 12 na dakika 20 asubuhi kwa saa za huko siku ya Jumapili. Walikaa siku 220 katika kituo cha kimataifa cha anga cha ISS wakizunguka dunia mara 3520 kwa mujibu wa shirika la anga la Marekani NASA. Kwa Petit ambaye sasa ametumia jumla ya siku 590 angani, hii ilikuwa ni safari yake ya nne. Hata hivyo, yeye si mtu mzee zaidi kuwahi kusafiri kwenye orbit. Rekodi hiyo inashikiliwa na John Glenn ambaye akiwa na umri wa miaka 77 alisafiri katika misheni ya NASA mwaka 1998. Alifariki dunia mwaka 2016. Petit na wanaanga wawili ambao ni Warusi sasa wanatumia muda ili kurekebisha miili yao kurejea kwenye mvutano wa dunia, yani gravity. Baada ya hapo, Petit ambaye alizaliwa Oregon atasafirishwa kwenda Houston, Texas huku Ovchinin na Vajna wakielekea katika kituo kikuu cha mafunzo ya anga cha Urusi kilichopo Zvozny Gorodok, Star City karibu na Moscow. Baada ya kuondoka ISS, wahudumu hao walikabidhi amri ya kituo hicho kwa mwanaanga wa Kijapan Takuya Onishi. Mwezi uliopita wanaanga wawili wa NASA Butch Wilmore na Suni Williams walirudi duniani hatimaye, baada ya kutumia zaidi ya miezi tisa kwenye ISS badala ya siku 8 kama ilivyopangwa awali. Walisafiri kwenda ISS mwezi Juni mwaka 2024, lakini matatizo ya kiufundi kwenye chombo walichokitumia kufika kituoni humo yaliwafanya waweze kurudi duniani tarehe 18 Machi mwaka 2025.